Leo tumewafikia na ujumbe muhimu kuhusiana na uuzaji haramu wa tiba ya utapiamlo mkali ambao kwamba unaendelea katika yetu Zimetufikia taarifa ya kwamba uh, kuna sehemu mbalimbali katika mji wetu uh, kuna uuzaji haramu wa tiba za kutibu watoto wa utapiamlo mkali ambazo kwamba zinajulikana kama Plumpy Nut, ama RUTF na hizi nutrition products zingine. Sisi kama Mombasa County katika malengo yetu ya kuhudumia watoto wetu na kuhakikisha afya zao ziko katika uh, hali nzuri uh, tumeona tuwahamasishe jamii katika kuhusiana na jambo kama hili, ili tuweze kushirikiana katika kusitisha uh, mambo kama haya. Iwapo si dawa kama hizi zitatumika katika uh, malengo ya kibiashara, basi watoto wetu watakuwa wanakosa ile tiba ambayo kwamba imedhamiriwa kuboresha afya zao. Unaweza piga simu ambayo kwamba ni toll free katika nambari 719 moja ili uweze kuripoti directly, ili waweze ku take action kwa jambo kama hili. Tuweze kupamoja kama jamii na Mombasa County tuweze kusitisha hali kama hizi, na tuhakikishe watoto tu wetu wanapata uh, afya bora na huduma bora uh, katika kuimarisha afya yao.